Ikiwa ni tarehe 13 Februari mwaka wa 2025 ambayo ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya siku ya redio duniani, wanafunzi wa uandishi wa habari kutoka Rural Aid Kenya walipata fursa ya kutembelea kituo cha habari ya kitaifa KBC, ambapo walipanga safari ya kuelekea mjini Nairobi. Ilikuwa safari iliyochukua takriban saa nne kutoka katika chuo chao cha Adriva hadi kufika kwenye kituo cha KBC Nairobi. Walifika wakiwa na shauku kubwa ya kujifunza jinsi vipindi vya redio huandaliwa na kurushwa hewani. Kwa ufasaha walipokelewa na kituo hicho na kuelekezwa umuhimu wa redio katika kuelimisha kuburudisha na kuhabarisha kwa kutumia mashine za kidijitali. Hapa wanaelezewa jinsi mziki ulikuwa ukichezwa hewani kwa kutumia CD. Huyu akiwa ni fundi wa mitambo KBC, anafunza wanafunzi hawa wa Rural Aid Kenya jinsi mwanahabari huhakikisha mitambo ipo sawa kabla ya kupeperusha taarifa ama mazungumzo hewani. Hapa wanafunzi wa Rural Aid Kenya wanajumuika na wanafunzi wa KIMC kwa mafunzo na maelezo zaidi. Wanahabari hao wanafururiza moja kwa moja hadi studio, mahali ambapo wanafunzwa mambo mubashara. Hini ya mbili inserts kama unasoma news live. Wengi walipata nafasi ya kusoma au kuzungumza hewani, huku wakionyesha tabasamu na ujasiri wao katika taaluma ya utangazaji. Yes, welcome huko ni mwishie wa Shoro FM na ni Getu Theuri wa Wangeci. Umuthi doka guku ni muthenya wa gukungwira, muthenya wa radio uhare wa komedi tereria Nikizungumza ne, we na na mmoja wa wanahabari alikuwa na haya ya kusema. E, hacha niseme ni siku yangu ya kwanza kukuja KBC na mambo mapya kujifunza mambo mengi kuhusu hapa hii stesheni kwa mfano. Uku, na, ni mara yangu ya kwanza, mara yangu ya kwanza kuja huku nimeona radio station, ukaiona sasa inakaa aje, nikaingia huko niko na ile experience. Sasa ukiambiwa, so, mtu akikwambia unajua hii ni nini, station fulani, kama ikipanda kuna mwatu, kuna ngeme na hiyo sijui inaitwa horo ama ni gani, kitoweo ni mingi. Sasa wale watu tumekuja huku tumeenjoy na tumesoma mambo mapya huko. Eh, hivyo ndivyo hali imekuwa siku ya maadhimisho ya redio duniani, ambapo wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali wamefika hapa kuweza kusoma mambo kadha wa kadha, ikiwa ni siku ya redio duniani. Nikiripotia Etienne kutoka Nairobi, nite Theuri wa Wangeci <mulia>